inayo furaha kubwa kufika katika shule ya msingi Mpamaa, shule iliyoko katika kata ya Miuji katika jiji la Dodoma ambao kimsingi ni majirani zetu, na sisi kipande kingine cha chuo kiko katika kata hii ya Miuji. Mwaka jana katika mahafali ya darasa la saba A, tulialikwa, mkuu wa chuo alikuja hapa kama mgeni rasmi aliyewakilishwa na makamu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala, Profesa Kanuti Hyande, na katika risala yao walionesha wana mahitaji mengi, mojawapo ikiwepo hawana vyumba vya kutosha vya kusomea, lakini pia wana upungufu mkubwa wa ofisi na wana uhaba mkubwa sana wa nyumba za walimu. Uh, tulitakiwa tutoe mchango kama wananchi lakini pia kama mgeni rasmi. Uh, katika mahafali yale uh, mkuu wa chuo aliahidi kuchangia chuo kuchangia uh, saruji mifuko ya saruji yenye thamani ya shilingi laki tano lakini pia na viti vya kukalia walimu. Viti vya kukalia walimu tunayofurahia kusema kwamba tulishakabidhi na leo hii tunakuja kukabidhi mifuko ishirini na moja yenye thamani ya shilingi laki tano. Naomba nitumie fursa hii kuhamasisha jamii, walezi, wazazi, wananchi kwa ujumla walioko katika eneo hili la Mpamaa na kata nzima ya Miuji waweze kuona namna gani wanaisaidia shule hii kutatua changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo aa, katika ulimwengu wa sasa hivi, aa, maendeleo yanaanzia na elimu na msingi mkubwa wa elimu unatoka uanze kwenye shule za msingi. Tukiwekeza zaidi kwenye shule za msingi, huku juu kunakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu mtoto anakuwa ametoka katika mazingira rafiki na wezeshi katika tendo la kujifunza, huku juu inakuwa sasa ni kukamilisha tu. Na niwaombe wananchi, uh, wanaweza wakachangia kiasi chochote. Ninaamini kwa idadi kubwa ya wakazi wa eneo hili, kila mtu akiamua ahirishe kunywa soda moja yenye thamani ya shilingi elfu moja akaleta hapa kama tofari manake tutakuwa na matofali mengi sana yatakayowezesha ujenzi unaoendelea hapa, na serikali nayo kwa wakati wake na kwa nafasi yake inakuja kuongeza nguvu, inaunga mkono nguvu za wananchi walipoishia. Tua Isabella Wilson, mwenyekiti kamati ya shule ya msingi Mpamaa, shule iliyoko kata ya Miuji, jiji la Dodoma, kushukuru chuo cha mipango kwa ajili ya kutimiza ahadi yao ya mifuko ishirini na moja ambayo yenye thamani ya shilingi laki tano. Ni wahamasishe wazazi wenzangu, tuungane kwa pamoja kuweza kutatua changamoto ambayo inatukabili katika shule yetu ya msingi Mpamaa, wadau wengine wa elimu waweze kuiga mfano huu wa chuo cha mipango. Kwa majina anaitwa Jazira Hamisi Huseni, ni mjumbe wa bodi ya shule hii inayotuzunguka hapa Mpamaa na ambao hawapo Mpamaa waweze kutusaidia iwe kwa mawazo, kwa chochote kile watakachojaliwa ili tuweze kuendeleza sekta ya elimu kwa pamoja. Kwa majina anaitwa na ito, ana Maria Chua, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mpamaa. Sababu tuna wanafunzi wengi, wanafunzi elfu moja mia mbili na sitini. Alafu vyumba vya madarasa viko saba tu kwa shule nzima. Kwa hiyo bado tuna upungufu mkubwa. Kilio chetu kikubwa ni upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo na nyumba za walimu. Kwa majina naitwa Abdi Juma Mkwizo. Ni mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi Mpamaa. Tunawashukuru sana Chuo cha Mipango na Maendeleo Vijijini na tunaomba kwa Mungu aendelee na roho hiyo hiyo nzuri. Uh, inanihamasisha niendelee kusoma kwa bidii kwa maana watu wakubwa wenyewe wanatuchangia sisi wadogo ili tuendelee kusoma ili kuja kuwa viongozi bora wa kesho. Kwa majina naitwa Yunisi Musa, nasoma shule ya msingi Mpamaa, nasoma darasa la sita. Namshukuru, tunamshukuru mama Samia kwa, ku, kwa kuboresha sekta ya elimu Tanzania. <mulia>